Na moja kwa moja tuende kwenye mjadala wetu wa siku. Kama ulivyosikia taarifa iliyopita kwenye matangazo haya muda usiokuwa e, mrefu wa fake news iliyoletwa kwako na Florence Majani, ni kwamba kuna ueneaji wa habari potofu huko nchini Tanzania. Lakini hizi habari potofu au fake news, au habari za kutengenezwa au habari zisizokuwa na za ukweli uzushi, ni kitu ambacho kimeshakuwa cha kawaida katika ulimwengu huu wa teknolojia na mageuzi ya vyombo vya habari ambapo sio tena redio, televisheni au magazeti yanayotegemewa tu kutoa habari, hali imekuwa tete na ngumu zaidi linapokuja suala la kutambua ipi habari ya kweli na ipi ya kutengenezwa, na hili limekuwa tatizo kubwa zaidi hasa katika nyakati za uchaguzi nchini Tanzania kama ilivyo duniani kote kwa ujumla wake. Kwenye mjadala huu tunaitazama lakini Tanzania na fake news kwenye uchaguzi. Nimewaalika Deodatus Balile, huyu ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, na Lovlet Luakatari, ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibuni nyote. asante sana. mm. nianzie ni kwako, ndugu Balile, hili tatizo la fake news. ni kubwa kiasi gani tukiitazama Tanzania, hasa katika kipindi hiki Ndugu Balile unanisikia? Kama hakunisikia, e, nije kwa Lovelet. Lovelet, unanisikia? Nakusikia vizuri. Ndugu Balile, nilikuwa nimekuuliza kwanza wewe e, kwa kuitazama Tanzania kwa sababu uko kwenye jukwaa la wahariri, nataka kufahamu ukubwa wa tatizo hili la fake news hapo Tanzania ukoje? Na madhara kadhaa na makubwa. Kunradhi e, simu mawasiliano nadhani hayako vizuri sana kwa ndugu Balile, naomba uh, tumpigie tena halafu tutarudi kwake baadaye, lakini nije kwako Lovelet. Eh, nadhani unafuatilia mitandao na namna ambavyo kumekuwa na tatizo hili la taarifa ambazo zinaonyesha ni za uzushi, sio za kweli, na watu wamekuwa wakijiuliza mara nyingi e, watu wanapotuma taarifa za namna hii, huwa kuna malengo maalum kwa watu wanaochapisha habari ambazo ni za uzushi. Uh, asante kwa huu um, mjadala ambao ni una umuhimu mkubwa hasa kipindi hiki ambacho Watanzania wanaingia katika mchakato wa, wa kuamua wa watakao watakaoongoza uh, nchi yetu kwa miaka mitano inayokuja. Um, kati ya changamoto kubwa ambazo kwa kweli zimeletwa na maendeleo ya uh, teknolojia na dijitali ni hii uwepo wa uh, habari potofu. Na zimekuwa zaidi kipindi hiki cha uchaguzi, kwa sababu kama tunavyofahamu, uchaguzi ni siasa za ushindani, ni kipindi ambacho uh, serikali inakosolewa, vyama vyote vinawajibishwa na wapiga kura. Kwa hiyo inapokuwa kuna habari potofu, basi naweza mkawa na mnawajibishwa, alafu taarifa ambazo sizo sahihi zinatolewa kwa chama ambacho kimekuwa kwenye utawala, lakini kwa vile vyama ambavyo ni vya upinzani ama vinashindana wakati wa uchaguzi kwa katika siasa za propaganda, basi pakawepo na uh, taarifa ambazo ni ni potofu. Sasa malengo yan, yanayokuwepo inategemea sasa na Uh, wale washiriki wa, wa mchakato wa mzima wa uchaguzi kama hapo vyama vya siasa vinavyoka katika ushindani uh, propaganda humo, basi wakaweka taarifa ambazo si sahihi kuhusu wagombea hawa na wale uh, wakati mwingine lakini pia kuzua taharuki, na kama mnavyofahamu, sasa hivi majukwaa ya kidijitali yamekuwa pia yakitengeneza washawishi ama ya influencers ambazo wanalipwa pesa kuendana na watu wangapi wanatazama maudhui yao mm -hmm. kwa hiyo kwa mlengo huo pia Uh, malengo pia ni yako kimaslahi zaidi kwamba mtu akiweza kufanya ushawishi akapata followers wengi basi anaweza kutumiwa na vyombo vingine vya vya makampuni kuwa kama influensa wao na kamlipa pesa. Kwa hiyo malengo yamekuwa mengi, lakini pia... ni kukatize hapo nimlete ndugu Balile eh, nipate kumsikia yeye kwa sababu ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri na Lovelet amezungumzia suala la ushindani katika kipindi hiki cha uchaguzi unakuwa ni mkubwa sana, kwa hiyo kila mmoja anataka kufikisha ajenda zake kwa wapiga kura, bila shaka, na kunakuwa na habari nyingi sana ambazo zinatawala hasa katika mitandao ya kijamii. Tumemsikia mdau mmoja katika taarifa iliyopita ya mwandishi wetu Florence Majani kwamba eh, mdau mmoja wa habari walijikuta wao wameingia mtegoni, kwa sababu walichapisha taarifa ya mwaka 2020 ambayo ishirini, ambayo imesha, imesha pita zamani na haikuhusiana na kitu ambacho walitarajia kukirusha. Nataka kuja kwako, ni rahisi kiasi gani bwana Balile kubaini haraka habari za kutengeneza? Kwa kweli kwenye mitandao ya kijamii inakuwa vigumu kubaini haraka kwamba hii ni habari ya kugushi, mpaka huo umepitia mafunzo na tumesisitiza wahariri kwamba, na waandishi wa habari hapa Tanzania wapate mafunzo na kujua kwamba ni viashiria vipi vitakavyokufanya ubaini kwamba hii habari imegushiwa. Yaani vipo vitu ambavyo vinatokea, unakuta unaangalia picha, unakuta mtu ana vidole saba. Kwa hiyo hiyo peke yake inakwambia kwamba ah, si ya kweli. Lakini pia eh, kwa mfano juzi hapa ilipotokea huyo mtu anaitwa Captain Tesha akazungumza hayo aliyeyazungumza juu ya jeshi la wananchi Tanzania, ghafla ikaanza kutokea eh, picha za watu wanaonekana wanazungumza kwamba na wao ni wamezungumza kama Captain Pesha wako jeshini kwamba wanatoa maonyo. Lakini zile picha ukiziangalia, ukiangalia sauti na midomo inapishana. Ukiangalia mtu anakuwa na nyusi nyingi utafikiri ni kifusi, katika mazingira ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi kuwa na nyusi kwa kiwango hicho. Sasa hii inahitaji utaalamu, lakini kwa wananchi wa kawaida wanabaki kupiga simu, tunabaki kupokea simu nyingi. E, umeiona hii? mm. ni kweli. Sasa, imefika mahala sasa, kwa maelezo hayo na ufafanuzi wa mfano huo ulioutoa, ba, ndugu Balile, kwa vyombo vya habari yeah, eh, mnapaswa kuwa na wasiwasi kiasi gani na athari hizi zinazoweza kusababishwa na tatizo la fake news? Kwanza, vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha, kila kitu tunachokiona kwenye mtandao lazima tukithibitishe kama ni cha kweli au la vinginevyo mitandao ya kijamii huko duniani imekwisha haribu heshima ya vyombo vya habari. Kwa hapa Tanzania, magazeti, redio, televisheni bado vinaheshimika. Sasa mitandao ya kijamii ikitumika, watu wakiona vitu kwenye mitandao ya kijamii wakaviweka kwenye vyombo vya habari hivi ambavyo nimevitaja, watashiriki kuharibu heshima ya uandishi wa habari, watashiriki kuharibu heshima ya vyombo vya habari. Matokeo yake watu watafanya uamuzi ambao si sahihi kutokana na taarifa ta potofu alizolishwa. Sawa, e, Lavlet nije kwako ndugu Balili, anazungumzia kwamba e, vyombo vya mitandao vimeshapoteza heshima ya vyombo vya habari, lakini na vyombo vya habari kwa Tanzania, kwa maana ya redio na televisheni, bado vina vina sifa ya kuheshimika, e, kwa mujibu wa ndugu Lavlet. Lakini unapoitazama suala zima la uhuru wa habari na vyombo vya habari kama ilivyo nchini Tanzania ambako kuna namna fulani ya uoga kwa waandishi wa habari kutoa habari hasa za kuikosoa serikali, e, hili hudhani linaweza kuchangia kushamiri kwa habari za uzushi kwa mtazamo wako? Ah, kwa mtazamo wangu ah, kama ilivyo ecosystem ya habari na maisha ya binadamu, na Watanzania wakiwa binadamu, Watanzania wanatafuta habari, wanatafuta kufahamu mambo kwa kwa uhalisia ambao haujaegemea upande wowote aidha wa kimaslahi ama wa kiitikadi. Kwa hiyo wanapata wapi hizi taarifa? ndo hapo ambapo inabidi sasa tuzi, tuzipe changamoto mamlaka zetu, zinatoaje taarifa uh, kwa wananchi, lakini pia vyombo vya habari, wanahabari wetu wanafanya uh, wanafanya wanatoa taarifa zenye tafiti ndani yake ama investigative journalism. Tuna, tunafika mahala wananchi, wananchi wa Tanzania wanajiuliza, hiyo element mbona hatuipati kwenye habari? Sasa kwa sababu na habari sasa so zimerahisishwa sana, um, mitandao ya kijamii kama kila mmoja anatembea nayo kwenye mfuko wake kupitia simu simu zao janja wanapata taarifa kwa upesi zaidi na uwezo wa kuthibitisha kwa upesi zaidi. Ukiangalia so, mataifa ya wenzetu kwa mfano Ghana, katika uchaguzi wao elfu mbili na ishirini, wao walitengeneza majukwaa ambayo yanafanya fact checking, yani yanaangalia uhakiki wa, wa ukweli wa habari. Walitengeneza mashirika yao wa ambayo yalikuwa yanahakiki. Sasa taarifa zote za uchaguzi zinahakikiwa na hayo majukwaa mm-hmm, lakini pia waliwekeza katika kuhakikisha kwamba si wana habari tu, lakini hata raia wana wanafahamishwa kuhusu uadilifu, kwamba maudhui ukiyapokea, kabla hujayasambaza, kwanza yajidhihirishe wewe kama mwananchi umepokea habari hata sio. Kwa sababu wanahabari ni kundi dogo sana ukilinganisha uki na wanaotuhudumia sisi Watanzania ni wengi mm. kwa hiyo hii ni elimu ya uadilifu ya kwa taarifa lakini Ndiyo. Sawa tuje kwa kwenye maoni ya wasikilizaji wetu ambayo yamekuwa yakifuatiliwa na Saumu Njama. Saumu Njama, Saumu, wasikilizaji wanauliza nini au wana maoni gani? Uh, wasikilizaji wanasema kwa kweli ni vigumu kuweza kutambua, muda mwingi wanakurupukia tu taarifa zinazochapishwa mitandaoni, wanajaribu kuuliza namna gani wanaweza kufahamu, lakini hapo nimemsikia Bali akiwa tayari anaelezea namna ambavyo unaweza mm, kuangalia kwa ukaribu eh, lakini pia wengine wanasema ni mjadala mzuri una masisha namna ya kuweza e, kutofautisha taarifa za kweli na ambazo pengine za uzushi. Sawa, nije kwenu, nije kwako Balile. Nadhani muda umetuishia kabisa. Hili ni swali la mwisho Kutokana na aliyoyazungumzia Lavulet hapo mwanzo kwamba mamlaka zinao wa wajibu wa kudhibiti, nataka kufahamu kutoka kwenu kama wahariri, mnayo miongozo yoyote ya kudhibiti habari za uzushi kutoka serikalini au mnashirikiana kwa namna gani katika kudhibiti taarifa za uzushi? Miongozo ipo, ipo mwongozo ambao ulitolewa na baraza la habari Tanzania ukieleza maadili ya uandishi wa habari lakini tatizo kubwa ambalo halisemwi, naona alikuwa anazungumzia hapa kwamba baadhi ya habari za uchunguzi hazionekani. Kuna uhoi wa uchumi wa vyombo vya habari, kwamba vyombo vya habari vina hali mbaya kwa kiwango ambacho unakuta vyama vya siasa kama cha umma, Chama cha Mapinduzi, eh, eh, ACT Wazalendo wanachukua waandishi wa habari waende kuandika habari zao. Hiyo ni wazi kwamba waandishi hawawezi kuandika habari dhidi ya hivi vyama kama vyama vitakuwa na jambo ambalo haliendani na taaluma ya uandishi wa habari. Kwa hiyo tunahitaji kuboresha uchumi wa vyombo vya habari. Umeeleweka, asante sana ndugu Balile Deodat, Deodatus, ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri huko Tanzania, na asante pia Lovelet Lwakatare, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Tanzania. Asanteni nyote kwa ushiriki wenu. Asante msikilizaji na mfuatiliaji wa kwa kuwa kwenye matangazo yetu haya. Mimi ni Saumu Mwasimba, endelea kuwa nasi.